Hello. Moja ya maswali ambayo nimekuwa nikikutana nayo sana recently ni jinsi gani ya kuchagua mtu wa kumkopi kama kwa wale wanaotaka kufanya copy trade. So leo nitatumia broker HFM copy trade kuelezea ni vitu gani ambavyo ni vya msingi kuviangalia unapotaka kumkopi mtu kutrade. So sio lazima uchaguliwe na mtu mtu wa kukopi; unaweza ukachagua mwenyewe ni mtu gani ambaye unaweza copy. So how do you do that? Very, very easy. Una unachofanya unaenda kwenye trading account yako. Then unaende kuja hapa kwenye copy trading. Sawa? Unakuja kwenye sehemu imeandikwa follow a strategy. Una click follow a strategy. Alafu, then itakuletea list ya ya ya watu ambao wanafanya copy trade na wewe unaweza ku copy. Sasa according to uh, moja ya kitu ambacho HFM amefanya vizuri sana ni kurahisishia watu ambao wanatafuta strategy provider au wanatafuta mtu wa kumcopy au mtu wa kuunganisha akaunti zao ili waweze kuwa wana copy trades zao. Sasa moja ya kigezo rahisi sana ambacho nadhani hata HFM anakitumia ni most followed strategy. Yaani, wale huu uh, wale strategy provider ambao wamekuwa followed na watu wengi. Sawa? Ndo kipengele cha kwanza ambacho anakuwekea hapa juu most followed strategies. Sasa hawa strategies kwenye hii list ya hawa strategies ni strategies ambao wanaongoza kuwa na watu wengi. Kwa mfano, utakuta mtu kama huyu anaitwa trade u ana followers karibu mia sita hamsini na yeye ameshafikia maximum amount ya watu kumkopi na akaunti yake imefungwa. Sasa utakuja kuona kwamba huyu trade u ana akaunti hapa ya kwanza, ya pili iko chini, na hii hapa ya tatu, na zote ukiangalia ziko full. So that means uh, kwenye kutafuta mtu wa kumkopi. Ni, ni ka process ambako kanahitaji wewe ukae chini uangalie ni vitu gani ambavyo unahitaji na, nao, na ni mtaji gani ambao unao na kiasi gani unachoweza ku risk sawa, ili kuweza kupata mtu mzuri wa kukusaidia kufanya copy trading. So mimi nitajaribu kuelezea baadhi ya vitu vinne vya msingi vya kuangalia unapokuwa unataka kumchagua mtu wa kumkopi kwa ajili ya kuunganisha akaunti yako na akaunti yake. Kitu cha kwanza angalia uh, strategy provider au mtu unataka kumkopi awe yuko followed na watu wengi. So kwa nini? Kwa sababu tunaamini kama watu wengi wana uwezo wa kumfollow na waka, wakawa wengi, that means huyo mtu ana kitu, na ndio maana anakuwa ana wafuasi wengi ambao wanafuatiza jinsi ambavyo ana trade so unawezaje kupata mtu mwenye followers wa mwenye followers wengi hapa, tayari amesha kuwekea most followed strategy so unakuja hapa kwenye sehemu imeandikwa view all. Ukiclick view all, itakupangia kuanzia mwenye watu wengi na kushuka chini. Sasa hapa, mimi kidogo, katika kuandaa hii video, nilikuwa nimejaribu kupembua au kuchambua baadhi ya wale watu ambao wame mm -hmm. trade so ukiangalia namba ziko moja mpaka tisini na mbili Sa mimi ikuwa nimefika mpaka hapa kwenye sita then namba inarudi kwenye one sawa. So hawa ni, uh, ni traders tofauti tofauti katika nchi tofauti tofauti, na probably wana, wamekuwa invested katika currency tofauti tofauti. So wa kwanza ndo huyu trader ambaye yeye uh, uwezo wake wa kubali wa kupokea watu umeshajaa. Kwa mfano hapa ana followers 650 wamejaa. Alifungua akaunti ya kwanza na followers 650 wamejaa, ya pili na 350 wa wamejaa, nadhani kuna ya tatu hii hapa chini na 250 na wenyewe imejaa. So that means, kama ana, ana watu wengi, that means, anafanya vizuri, ndio maana na watu wengi wanamfuatisha, sawa. Lakini pia siyo, uh, kuwa na watu wengi sio kigezo peke yake sawa na kuonyesha kwamba sio kigezo peke yake, kuna ambao wana watu wengi lakini, inawezekana probably, labda kwa kipindi fulani hawafanyi vizuri. Kwa mfano kama unaweza kumuona kama huyu kwa sasa hivi, uh, ha perform vizuri na risk score yake sio nzuri, na kwa sasa hivi kidogo yupo katika hali yuko katika hali ngumu. So hicho ni kigezo cha kwanza. Kigezo cha pili, uh, naomba nitolee mfano kwenye huyu hapa. Kigezo cha pili ni consistency na kupima consistency ya huyo mtu ambaye unataka kumcopy ni lazima uangalie kwamba amekuwa kwenye game kwa muda gani. Kigezo cha kwanza tunaangalia ana wafuasi wangapi. Kama ana wafuasi wengi na maana kwamba anafanya vizuri ndio maana anapata wafuasi wengi. Kipengele cha pili uh, tunaangalia consistency kwamba yupo kwenye game kwa muda gani. Kama yupo kwenye game kwa muda mrefu na amekuwa akifanya vizuri muda mrefu that means atapata trust ya watu na watu watataka kumfollow watu wengi. Sasa mfano huyu ni moja ya trader ambao wanafanya, na huyu jamaa kwanza ameonyeshwa hapa uh, yupo kwenye game a year ago. Hapa juu kabisa kwenye jina lake ana followers mia mbili ishirini na moja na yupo kwenye game uh, a year ago, kwamba mwaka uliopita na minimum deposit yake ni dola mia sawa. Then ukiangalia tokea huo mwaka jana amejoin mwezi Agasti alipata faida dola saba Akaja kupata hasara ya dola thelathini na moja, kupata faida dola tisini, akapata hasara ya dola tisa, akapata faida akapata faida akapata faida, faida kapata faida. So mwaka mzima amekuwa akitengeneza faida kwa kila mwezi, kasoro mwezi wa 9, alipata hasara ya dola thelathini na sita na Oktoba akaja kupata hasara ya dola mia thelathini na saba. So that means, kwenye gemu ya kukopi usiweke mindset yako kwenye kupata faida tu, jua kwamba in some cases anaweza akapata hasara na akapoteza kiwango cha pesa, lakini pia kupima consistency, tunaangalia balance uh, kwamba alikuwa na balance ya shingapi? Balance saa hivi ana dola elfu kumi na sita ana equity ya dola 6585 alianza na initial deposit ya dola 100 so that means ameitoa dola 100 mpaka kufikisha huku balance ya dola elfu kumi na sita that means he's performed very well alideposit yani alianza na dola mia lakini hapo katikati alifanya deposit za dola elfu mbili mia mbili sitini na saba sawa kwamba alikuja kuongezea mtaji wake as days zilivokuwa zina zinaongezeka na mpaka sasa hivi aliweka mtaji wa dola elfu mbili na ameshafanya withdraw za dola elfu ishirini mia saba na tano so hizi zote zinatolewa na broker na anajaribu kumuexpose yule mtu ambaye unataka wewe kum kumfollow. So kwa upande wangu, kwa sababu ana initial deposit ya dola mia lakini ana, ana, balance kubwa that means he's not doing so bad, kama anaweza ana, kumaintain profit kwa kiasi kikubwa, na hata wakati ambapo alipopata loss aliweza kurudisha. Kwa mfano ukiangalia hapa, of course, na maana strategy yake inapofika kuna kitu kinakuwa kinakataga mwezi wa tisa, kwa sababu mwezi wa tisa mwaka jana alipata hasara na mwezi wa tisa mwaka huu alipata hasara pia. So that means uh maybe strategy yake no trade mwezi wa tisa na kwa high high work. So beta kwake au inawezekana ikawa na sababu nyingine. Lakini pia unaweza ukamfanyia overview, kuangalia kwa statistics kwamba je, yeah, ana trade dig nini na nini. Kwa mfano graph yake ya jinsi anavyopata faida na hasara inaonekana hapo. Unaweza ukaona hapa chini kuna menu. Kwenye mstari wa kijani unaonyesha equity ambao ndo huu. Sawa. Mstari wa blue unaonyesha balance. Balance anakuaga amebakiwa nayo. So how is is place ah, uh, hivi vimshale vya kijana ambayo vinaonyesha juu inaonyesha deposit na hivi vistari vyekundu vinaonyesha withdraw. So that means huyu jamaa amekuwa na withdraws nyingi na deposit chache, that means anafanya vizuri sokoni, because we expected kwamba huo na deposit kidogo na huo unafanya withdraw nyingi. Na hata ukiangalia, ana trades a lot of pair, that means ana strategy ambayo hiyo strategy ni general so ina apply kwenye different pair. Kwa kwa upande wangu, lot size anaotumia ni hii 0.5 kwenye hizi CHF JPY GBP JPY CHF, lakini pia profit profit alipata hasara profit profit. So unaweza ukaangalia kuona kwa kwamba sio mbaya, anafanya vizuri lakini anahitaji uwe na na mtaji na brokers kama hao ambao wana minimum ya 1000, lakini ana balance ya 2000 it's better. Unapoanza uwe unaanza na mtaji mkubwa ambao is reasonable. So kigezo kingine cha kuangalia unapokuwa unataka kufanya uh, unapokuwa unataka kufanya copy trade ni minimum deposit. Sasa kwa mfano, huyu minimum deposit yake ni dola 100 lakini kuna wengine wana minimum deposit kubwa zaidi sawa, na wanafanya vizuri zaidi. Let me try to show you someone here. Mfano huyu, I don't know how much anayo Okay, it's loading lakini minimum ni, ni, ni kitu cha msingi. Uh, na kama unataka kufanya copy, that means you need to have money ya kuanza nayo so, kama initial ni dola mia na umeona yeye ana balance, yani ni vizuri ile amount ambayo unaanza nayo iwe at least inakaribiana na balance, ili kwamba inapokuwa ina fluctuation mbalimbali mbali za soko, mtaji wako unakuwa uko salama, kwa sababu kiwango cha balance ni kikubwa so hata inapotokea kupanda na kushuka kwa soko at least tunaamini kwamba akaunti yako itakuwa salama. I don't know why it takes so long to load but here pa. so huyu uh, minimum deposit yake ni ni kama dola mia tano senti elfu hamsini Kwa mfano ukitaka kujua minimum, kwa mfano ukipewa hii kama hii c na utaka kujua ni kiasi gani, ukijaribu kwenda kwenye folo I think itakuletea, if I'm not mistaken, yes. Ah, uh, ni sawasawa na USD miatano na USD n so huyu kitaka kumkopi sawa, ni lazima huyu a luna city ambaye amejoin 2 years ago anapatikana Malaysia ana followers 191. Nimekuambia number of followers na muda ambao ameanza ni very important. So huyu ana miaka miwili ana followers 119 anapatikana nchi ya Malaysia ah wow wow wow wow so yeye alianza 2023 na all the period amekuwa akifunga na profit as you can see so mtu kama huyu ni safe kumcopy very safe kumcopy kwa sababu always ana maintain profit lakini changamoto yake ni minimum deposit dola 500 unayo sawa so kitu cha tatu ambacho nilisema ni muhimu kwa mtu kuwa nacho unapotaka kufollow ni mtaji. Sasa, kama una maana dola mia tano, una very safest place ya kufanya investment, na hata ukiangalia risk score yake ni moja, that means is a safe is a, is a, risk score nzuri. Kuna performance fee. Performance fee ni amount ambayo kwenye kila faida unakuwa unapata kwa wiki unakuwa unakata kumlipa yule ambaye anatoa hiyo hiyo strategy kwa mfano tumemkopi huyu jamaa from Malaysia sawa. So, unapo uh, amekubaliana naye uh, um, performance fee ni dola 20 kwao. Kama akikutengenezea faida labda umeweka 500 akakutengenezea faida ya dola 100 sawa, so, 20% au dola 20 itaenda kwake kama malipo ya yeye ku provide your strategy. Lakini ukiangalia statistics zake yeye ana trade euro USD peke yake Sawa, thats why ana uwezo wa kumaintain, cause hana pea nyingi nyingi nyingi, ana pea chache. Lakini this guy uh, hafanyi withdraw kabisa, thats means inawezekana ni akaunti yake ya malengo, so ana build small small small small, so anataka ikue mpaka ifikie sehemu fulani, na kiangalia hata lot size anazoziweka kwenye kutrade ni ndogo, 0.01. Ana, ana account ya dola mia tano alafu ana trade 0.01, that's the very very very very very safe yes. So hivi ndivyo ambavyo tuna tunafanya au tunapembua au tunaangalia tunapokuwa tunataka kufanya copy trade. Sasa ninge ninge ningeweza ninge kuonyesha vitu vingi, lakini mpaka sasa hivi nimeshaelezea vitu vitatu, a uh, vitu vinne, ndio vya msingi. Cha kwanza, angalia number of followers, ana followers wangapi? akiwa na followers wengi that means it's a safe uh, watu wengi wanamkopi wana na wanapata faida, ndio maana ana followers wengi. Jambo la pili, angalia consistency yake, amekuwa kwenye game kwa muda gani? Kwa mfano huyo jamaa he has 2 years sawa, and all that 2 years amekuwa akitengeneza faida, hajai kutengeneza hasara. Jambo la tatu, angalia minimum deposit yake. Kwa mfano kama huyu, minimum deposit yake ni dola mia tano kama that means you have a good person to copy. Jambo la nne angalia kama anafanya withdraw. Withdraw is very important. Akiwa anafanya withdraw that means uh, uh, inaonyesha kwamba is a very consistent trader, lakini jambo la mwisho angalia risk score. As a risk score hapa huja maana risk score ya moja hasa, risk score zinakuwa rated katika moja mpaka tano moja mpaka tano. Ukiona mtu amepewa moja, that means, uh, risk yake ana manage risk vizuri. Kama hapo unakuta dola mia tano lakini ana trade lot size ndogo kabisa 0.01 so mtu kama huyu kupunguza account ni ngumu. Ukiona amepewa risk score mbili, that means ni kubwa kidogo ya moja, kwa ana hatari zaidi, and that means probably labda anatumia lot size kubwa au sometimes drawdown yake inaweza kuwa kubwa, ikiwa kuanzia tatu nne na tano, hizo ni hatari, kwamba kama unamkopi mtu kama huyo, make sure kwamba unajua nini unafanya na unajua how to handle risk yourself. So hivyo ndo vitu vinne vya kuangalia unapotaka kumchagua mtu wa kumkopi. Nadhani hizo zitakusaidia kuku, kuku guide wewe namna gani ya kumkopi mtu. uh, mtu anaweza akaniuliza kwa nini nimeelezea hichi kipengele? Nimekelezea hichi kipengele kwamba sio lazima unicheki mimi ili nikwambie ni mtu gani ambaye umkopi. Wewe mwenyewe unaweza ukafungua account kwetu, tukakupa link ya kufungua account. Then ukafungua account, tukakuassist wewe ukafanya deposit. Ukafanya deposit. Then wewe mwenyewe chagua mtu ambaye unamuona is the best kumkopi kwa ajili ya wewe kujitengenezea faida. That means, chukua muda Ingia hapa kwenye follow strategy, angalia hawa strategy provider, angalia details zao sawa. Ah, uh, ukishangalia details zao, angalia namna wanavyo perform, uh, pair wanazo trade, uh, minimum deposit, na kama wanafanya withdrawals na vitu kama hivyo, kwa sababu kufanya withdrawals is proof kwamba huyo ni ni forex trader ambaye uh, yuko high kwamba anategemea kile anachokifanya pia kimsaidia katika mambo yake, so he will he will consider it and he will keep it serious. So from kwenye kutafuta unaweza ukampata huyu dola mia tano, lakini sio namtaja dola mia tano, lakini kuna mwingine ambaye ana performance nzuri na yupo kwenye game kwa muda mrefu na yeye mwenyewe anaweza kaanzia na dola sitini na tano, sawa? Wapo. So kama ukipata kama hao, that means ni wazuri, lakini jua kabisa kwamba utakuwa unapata return ndogo ndogo mno. So uji, ukubali kuwa mvumilivu na ukubali kile kitakachokuwa kinapatikana kwa muda huo cool. So thank you so much and let's meet the next video ambao nitakuwa naelezea mambo haya ya copy trade, na nitakuwa nikijibu maswali. Kama una swali, unaweza kaniuliza kwenye upande wa comments au kanicheck 0753 3536864 then ukaniomba link au tukafanya mambo mengine kama unahitaji link ya kufungua account kwa broker wa HFM kwenye social media zetu zote kuna link ambayo ina link za brokers ambao tunawatumia. So unaenda kwenye social media pale kwenye biograph, uh, kuna link utaona link ya linktree. Then ukibonyeza pale utakuja kukuta link ya HFM, utaibonyeza, utafungua account then utafuata procedure zote za kufanya registration then utafanya deposit then utakuja kumtafuta mtu ambao unahisi kwamba unaweza kumcopy then ukawa unafanya naye vizuri. Uzuri wa HFM ni kwamba ana accept traders wa kila hali, hata wale wa mtaji mdogo wanawezekana. Lakini unaweza ukashangaa brokers wengine uh, mtu chini ya dola 250 uweze kufanya copy trade. Lakini kwa HFM, the good thing about HFM, hata ukiwa na mtaji wa chini ya dola 100 dola 100, unaweza kuwa na dola 50 ukafanya copy trading na then ukakua na ukaendelea. Unaweza ukafanya copy trading pia kwa kutumia cent account, kama unataka kujaribu, kujifunza, kuona nini gani inafanyika Ukaweka mtaji wako mdogo kwenye cent account, then ukamkopi mtu na ukawa unaangalia performance na ukawa unaendelea kudeposit as days as goes on. So thank you and let's meet to the next video, bye.